Tumeshuhudia wiki hii, pasina shaka, William Ruto pamoja na Raila Odinga wa chama cha upinzani, pasina shaka, wamesaini mkataba wa kukubaliana katika masuala ya kiserikali haya ama ya kisiasa. Sasa tukasema tutizame huu muungano wa kisiasa kati ya, ya Raila Odinga na William Ruto unamaanisha mwisho wa upinzani wa kweli nchini Kenya, hasa baada ya ripoti ya hii NADCO eh, kupendekeza nafasi rasmi ya kiongozi wa upinzani sikana kwamba ni mwisho labda kwa watu ambao wakumbuki vizuri, kuanzia kwa Matiba kuja mpaka kwa Moi na wenzake, huyu bwana amekuwa ni mtu ambaye mara zote amekuwa tishio kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wale wanakuwa katika upinzani katika serikali ya Kenya kwenye madaraka. Lakini mara zote hashindi uchaguzi wa jumla, ama atashindwa kidogo au kutazuka kwa kuibiwa na kadhalika, lakini ni baba wa siasa za Kenya kwa sababu bila kuungana Raila Odinga huna maisha katika siasa za Kenya na wale wote waliojawai kujaribu hawakufanikiwa. Hata akina Ruto ambao leo wanaungana naye Laila ni wale waliopiga kwa nguvu masahala ya kwamba siasa ni madaraka. Ya nusu mkate, serikali ya nusu mkate hawaitaki, lakini wanalazimishwa na mazingira. Wanasema wamekuwa forced by the circumstances, kwamba bila kushirikiana na Laila Odinga huwezi kuitawala Kenya. Ni kwamba ni lazima utafute jinsi gani ya kushirikiana na Laila, ndio pengine wanaweza kupata nafuu ya kuiongoza Kenya na kuongoza wa Kenya. Na jambo la pili, Raila amefanikiwa taratibu kwa kuunganisha wakenya kuliko kiongozi mwingine yeyote leo. Waluhya na wajaluo wamekuwa ndugu, lakini wajaluo na wakamba wamekuwa marafiki. Maadui wa wajaluo wakubwa walikuwa ni wakikuyu. Leo wakikuyu na wajaluo wamekuwa marafiki na ndugu kwa sababu ya Odinga. Hii inarejea uhusiano wa wa, wa, wa, wa wa rais Kenyatta na Odinga katika madaraka na kadhalika. Nachotaka kusema ni kwamba Raila Odinga anawakilisha mawazo yaliokuwa mujarab katika siasa za Afrika Mashariki. Ndiyo kiongozi ambaye kweli anakuwa hajashinda uchaguzi lakini anakuwa na nguvu kubwa sana ya kuamuru na kuathiri maamuzi katika serikali zote zinazokuwa madarakani mpaka hivi sasa. Na, na tusalie hapo. Kwa nini? Bila Raila haiwezekani. Amejitahidi sana kuwaunganisha kwa sababu Kenya ndio kulikuwa na siasa za mgawanyiko, kulikuwa na siasa za ukabila sana kulikuwa na siasa za kimatabaka, matajiri na maskini na kadhalika. Lakini kinachotokea sasa hivi, unaweza ukaona jinsi Raila alivyo influence, alivyojenga mazingira ya hawa maskini nao kuanza kuaminika, lakini pia makabila mbalimbali kuanza kushirikiana katika madaraka na kadhalika na kadhalika. Toka siku za nyuma, toka Kenya ipate uhuru, ilikuwa huyu wa Kenya ndio wenye madaraka kwa ujumla, wakawa anakuja kwa karibu kidogo na Wakamba. Lakini sasa kadri mambo yanavyokwenda, mambo yakabadilika kuanzia kwa babake, eh, mzee Jaramogi Oginga Odinga wakawa kwenye chama kimoja, na baadaye wakatofautiana, ukiwa mtu akawa na chama chake, huyu akaanza Kadu, na huyu akawa na Kanu. Lakini matokeo ya hayo, pamoja na kufungwa kwa mzee Raila Odinga, bado nguvu kubwa imeendelea kuonekana baada ya kuingia kwenye siasa huyu Raila Odinga. Hakika mambo yanakwenda kasi mno, anakaribia kushinda uchaguzi, anashindwa kidogo, lakini anaonekana baadaye. Katika kulipiza, anajistukia amekuwa karibu na kiongozi, anakuwa madarakani na mpaka anakuwa waziri mkuu, anakuwa waziri wa ujenzi na uchukuu na miundo mbinu, anakuwa ni vitu gani. Na mpaka majuzi wamefanya urafiki kati ya ya yake na Rais Ruto mpaka kapendekezwa kuwa mwenyekiti kugombea nafasi ya mwenyekiti wa tume ya Afrika na kadhalika. Kwa hiyo haya mambo unaweza kuona ni kiasi gani alivyo na ushawishi mkubwa huyu Raila Odinga. Amemfanya Kenyatta kuwa marafiki, pamoja na kwamba ukorofi wa Waluo eh na na na na na Wakamba na makabila mengine na Wakikuyu ulikuwa ni mkubwa na ukijulikana, lakini taratibu taratibu, ameweza kuwafanya watu hawa wakaanza kushirikiana katika madaraka kwa namna moja au nyingine. Sasa anakwenda kuungana na watu wa Rift Valley ambao kwa ujumla hawakuwa na urafiki na Wajaluo, lakini ili kupambana na makundi ya, ya watu wengine ambao wanapambana na Ruto, Ruto ameamua kuchukua karata turufu yenye nguvu ya, ya kuungana na huyu bwana mkubwa ili aweze kudumu madarakani angalau kwa vipindi viwili kama itawezekana. Hii maana yake ni kwamba Raila Odinga ni turufu ya madaraka nchini Kenya, na kwenye siasa za Kenya na Afrika Mashariki. Asante sana. Na kwa kuzingatia historia, kama walivyosema kwamba Raila Odinga amewahi kushirikiana na marais walio mtangulia kama Mwai Kibaki, Kenyatta. Sasa kwa kiwango gani ushirikiano wake na Ruto utaleta mabadiliko ya kweli katika siasa za Kenya? Wala sio mabadiliko ya kweli. Swala ni kuleta kuondoa pale walipokuwa na siasa zao za ukabila na kuingiza pahala ambako wanaweza kushirikiana kwa makabila yao bila kujali ni nani. Na matokeo yanayokuja kumbele safari yatakuja kufanya kiongozi apatikane bila kujali kabila lake. Hilo ndio jambo ambalo tunatakiwa tulione katika siasa za Kenya na kila anachokifanya Raila e, Omoro Odinga. Hilo ndio jambo la msingi. Ni kwamba matokeo yatakuwa ni kuifanya Kenya kuondokana na fikra za ukabila katika masuala haya ya nini ya uchaguzi na utawala. Tumeona vijana wa Gen Z eh, imeonekana e, eh, dai kwamba nyuma yake kulikuwa na akina Raila Odinga, lakini wanakuwaje, wanakuwepo katika misingi tofauti, walikuwa ni watu wa makabila mbalimbali, sio watu wa kabila moja wale lakini wameweza kuitikiza serikali ya Ruto vibaya mno, na wakaonekana dhahiri wanaunga mkono mawazo na fikra za upinzani ambazo nyingi zilikuwa zinatoka kwa Odinga mwenyewe. Kwa hiyo katika hili unaweza ukaona ni kiasi gani ameanza kuiunganisha siasa ya Kenya na nchi ya Kenya na makabila ya Kenya katika siasa za kuleta maendeleo. Hapo nimetolea mfano mmoja kati ya viongozi wa upinzani pasi na shaka Kalonzo Musioka a ame, amesema ame kwamba hatua ya Raila Odinga kushirikiana na Ruto ni kama usaliti kwa Wakenya. Je, muungano huu unawanyima wafuasi wa fuwasi, upinzani sauti yao? Nguvu ya Odinga ndio inamtisha Musioka. Maana Musioka aliwahi kushirikiana na Odinga, ilo lazima tulijue, eh? Na Kalonzo ameshirikiana na Odinga kwa mara nyingi tu, kwa hiyo kusema kwamba na anawanyima wa wapinzani kama wanafanya usaliti, ni kwamba ni kwa sababu yeye Kalonzo eh Musyoka alikuwa tayari anaanza uhusiano uh, uh na wapinzani wengine ili kuweza kumuondosha eh le, e, nini nini e, huyu uh, bwana Ruto eh, madarakani. Lakini kitendo hiki kinachotokea sasa hivi tayari anawanyima fursa, maana najua jinsi alivyo na nguvu ya kufanya kampeni, jinsi anavyoweza kubadilisha umma na kadhalika kadhalika. Kwa hiyo ya mambo haya mambo yanaweza kwenda katika utaratibu na, na tukije hapa, pasina shaka hatua ya Raila Odinga kumrejea Ruto baada ya kushindwa katika uchaguzi wa wenyekiti wa AUC, hii inathibitisha kuwa siasa za Kenya bado zinaendeshwa na maslahi binafsi kuliko maslahi ya kitaifa, kwa sababu tumesikia wachambuzi wengi wakiwa wanazungumza hili. Wewe kwa upande wako unasemaje? hariko sawa, hariko sawa, ni uongo sababu so, nchi inabidi kumtoa mshindani mwenye nguvu kuweza kushindana bila kujali kabila lake kujali, mna, mna, mna, mna, mna, mna, na bila kujali kwamba kiasi gani, na pengine hii imeonyesha dhahiri kwamba kumbe sasa hawa wana uwezo wa kuendesha mambo bila shida yoyote, kumbe Kenya inabadilika vikubwa na kwa mujibu wa historia ya siasa za Kenya ambako mshindi wa uchaguzi hu, amini hupata vyote pasina shaka na mpinzani hubaki bila uh, nafasi yoyote rasmi ya mamlaka. Je, mapendekezo ya NADCO kuhusu waziri mkuu wa kiong na kiongozi wa upinzani yatarekebisha mfumo huu wa ushindani mkali wa kisiasa nchini humo? katika madaraka bila bila shaka eh, ili ndo waleta waliopata katika madaraka ni janda jisikwa za Kenya limefanyika imefanyika wakati fulani, labda watu wanasahau tu, kwa sababu Raila amewahi kuwa amewahi kuwa mtu mkubwa, tena nafasi ya wa waziri mkuu ikapendekezwa katika katiba ya Kenya ambayo mara nyingi inafanyiwa mabadiliko. Lakini mimi nafikiri hilo jambo linawezekana na linawezekana vizuri sana, na nafikiri kwa mtu mwenye kufuatilia uzuri, sasa Kenya inabadilika sana kwenda kwa kasi mno, mabadiliko ya kwenda kasi, kujaribu kuleta mabadiliko tofauti na kuifanya Kenya itoke pale ilipo, maana imekwama iende pahala ambako inaweza ikapiga hatua na kuweza kutengeneza murwa eh, wa maongozi na maendeleo ya nchi. Kwa kuhitimisha tu Bwana oh, Hamduni Maliseli eh, tutegemee Raila Odinga atakuwa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa uraisi elfu mbili na ishirini na saba? Anaweza akagombea kwa sababu amewahi kuwa katika serikali zilizoko madarakani akitoka upinzani, na unapofika wakati wagombea anagombea kama mtu wa upinzani Asante na <laughs> sana, ni kushukuru sana kwa nafasi yako, ndugu Hamduni Maliseli, kuzungumza nasi hapo. Asante sana.